Nilikuwa nije hapa hiyo siku kwa sababu ya harakati hiyo ya kusukuma stima. Mimi naelewa kupitia kwa viongozi wenu ya kwamba hatuna bado tuko na wananchi wengi hawajafikiwa na huduma ya stima, ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo serikali ya Kenya imetoa pesa shilingi bilioni mbili na laki mbili kuunganisha manyumba ya wananchi hapa Kitui elfu kumi na sita na mia tano mpya between now and February next year. Hizo manyumba elfu kumi na sita, tutakuwa tumeziunganisha stima, na baadaye tutakubaliana. Baada ya hiyo awamu, tutapanga tena vile tutahakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba zenu na tunaondoa giza, ndio shetani ashindwe. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba hapa Kitui, kupitia program yetu ya affordable housing markets pamoja na hostels tumewapatia budget ya shilingi bilioni kumi na tano ya Kitui. Tayari tuko na projects ya shilingi bilioni saba. Tuko na soko, mmesikia governor akisema soko kubwa ya Kitui town. Hiyo soko kubwa ya Kitui town sasa tutaichukua kutoka county, tutaimaliza na tutaikamilisha vilevile vile, soko ya Mwingi town. Pia pale Mwingi town tunataka kujenga soko kubwa kwa sababu mji wa Mwingi ni mji mkubwa vilevile vile, kuna soko ya mahali inaitwa Kalundu Ninyi munajua mahali Kalundu iko na soko pale. Kabati pia tunataka kujenga soko kubwa, na vile vile Mutomo tujenge soko kubwa, alafu tuko na soko zingine kumi katika sehemu mbalimbali mbali. Soko yote tunajenga hapa Kitui ni soko kumi na ine mpya ambayo itasaidia wakulima wetu waweze kupata mahali ya kupeleka mazao yao isiharibike, tuwe na storage, tuwe na cold room, tuwe na mahali ya kuuza, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima na mahali wale wote wanaofanya hiyo biashara wanaweza kuendesha biashara hiyo bila ya matatizo yeyote. Vile vile sasa tumepatiana kandarasi ya hostels ya vijana katika TVET zetu universities hapa Kitui wanafunzi elfu tano na mia sita watafaidika kutoka hostels ambazo tumetangaza kandarasi na tutajenga in the next one year ziwe zimekuwa complete. Mimi naelewa vilevile vile, kwamba hapa Kitui tuko na shida ya mambo ya maji, kweli si kweli? Mnajua tuko na damu kubwa hapa Thwake, na hiyo damu imejengwa muda mrefu. Mimi sasa nataka niwatangazia kwamba tumepata pesa bilioni tisa ya kukamilisha hiyo damu ya Thwake by fe, um, April May next year that dam will be complete. Na itasaidia watu wa Kitui, watu wa Makueni na watu wa Machakos tutaweza kupata maji ya manyumbani na maji ya irrigation na ili kuondoa chafu. Nyinyi mnajua hiyo mto ambaye inatoka Nairobi, ndio inaleta maji mpaka hapa Kitui, pia kule Nairobi ndio tusiwaletee maji machafu. Kule Nairobi tuko na mpango kubwa ya kusafisha Nairobi River ambayo inaendelea saa hizi tuko na vijana karibu elfu arobaini wanashughulika na kusafisha Nairobi River ili maji itakayotoka kule iingie hapa Kitui iende Thwake isiwe ni maji machafu. Tuhakikisha kwamba mnapata maji masafi, ndio tuweze kutumia manyumbani na vile vile tuweze kutumia kwa mambo ya kilimo vile vile. Mmesikia kiongozi wamesema ya kwamba pia umadam hii umadam ilianzishwa miaka kumi na tano iliyopita. Sasa hii ni, hii ni aibu kidogo hii damu jameni. Mimi nataka tumalize hii damu by next year, hata kama haijafika mwezi wa nne, tumalize hiyo damu. Hii damu haiwezi kuwa inajengwa, watoto watazeeka tukijenga hiyo damu. Kwa hivyo mimi nimemwambia waziri na waziri yuko hapa, bwana Murithi, mambo ya hiyo dam, whatever it takes we must get the resources and complete that dam, kwa sababu watu wa Kitui wanahitaji maji kutoka dam hiyo ya hapo Umaa, na vilevile niwaeleze ya kwamba tayari tuko na mpango ya dam ya High Grand Falls ambayo iko kati ya kaunti yenu ya Kitui na kaunti ya Tharaka Nithi katika sehemu ile ingine katika zile dams hamsini ambazo nimesema tutazijenga mega dams just like Thwake one of them is going to be the High Grand Falls dam that we are now planning on how we are going to complete uh, that dam.